Mwaka hamsini na nane Ufaransa kabla hajatoa hajatoa madara uhuru kwa nchi ambazo kuwa anazitawala cha kwanza aliwaita aliwaita wawakilishi wa vyama vya ukombozi wote katika nchi katika katika Paris na kitu ambacho alichoingia nao makubaliano ni kwamba ukubali vitu viwili, ukubali kwamba ukiingia katika, wakikupa uhuru, wakikupa uhuru, cha kwanza wata hakikisha wana control fedha akaja lele Frank. nani Frank ile uh, ak. Cha pili ana control rasilimali. Cha tatu pana kuwepo na uwepo wa jeshi la Ufaransa katika, cha nne, za kigeni, ye, ye, ye, manake, nchi yako. Cha nne kwa sababu fedha za kigeni asilimia kubwa kwanza na print yeye, lakini pia biashara za kimataifa yeye ndo anasema, Central Bank inakuwa chini ya Ufaransa, manake nchi nyingi sana za za bara la Afrika ziliendelea kunyonywa kwa miaka mingi na Ufaransa, na fedha rasilimali hizo ndizo ambazo zilikuwa zikitumika kuendesha uchumi wa nchi zake, wa nchi yake. Lakini baada ya mapinduzi ya baada ya vita ya Urusi, tumeshuhudia machafuko makubwa na mabadiliko ya kiserikali katika nchi hasa, hasa za, hasa za Sahel Tumeona Burkina Faso, tumeona Mali ambazo kwa kiasi kikubwa Mfaransa alikuwa amewekeza, hasa tukirudi tuki, tuki katika back of the days, nchi ambazo zilikataa ule mkataba wa Ufaransa ikiwemo Gine Konakry wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali ule, naweza kusema ni unyama, kwa sababu alihakikisha ameondoa miundombinu yote ambayo Mfaransa alitengeneza. Aling'oa reli nchi nzima, alipasua madaraja alihakikisha kwamba anaparaliz uchumi, na jambo la kumshukuru Mungu, uh, rais wa Guinea kipindi hicho alipewa msaada wa kiuchumi, alikopeshwa dola milioni kumi na nchi ya na nchi ya Ghana kubusi uchumi wake. Zile nchi ambazo zilibakia kuwa chini ya, ya utawala wa Ufaransa ni mpaka leo tunaona hazina utulivu. Ukiangalia, ukiangalia leo Cameroon, Cameroon ni nchi ambayo ni machafuko makubwa sana baina wenyewe kwa wenyewe, baina watu wanaongea Kiingereza na wanaongea Kifaransa mali na nchi kama hizo, machafuko mabadiliko haya ya kiuchumi ambayo yametokea hapo katikati baada ya vita ya vita ya, ya Ukraine Russia, ana mchango mkubwa sana kutengeneza kile ambacho tunachokiona sasa hivi, sasa hivi kinachoendelea Ufaransa, kwa kwa sababu Russia hana shida na rasilimali zetu kwa sababu ana gold, ana gas, ana, ana, ana oil, ana kila kitu na ana ardhi ambayo haijaguswa kulingana na, kulingana na population ya watu wake na ukubwa wa ardhi alionao.